Nataka soko hili liwe mfano wa kuigwa kiutendaji na masoko mengine nchini kwa kuhakikisha kuwa linakuwa na ubora wa huduma, ufanisi wa mifumo, usalama na nidhamu ya biashara. Sasa ili kufanikisha azma hiyo, hatuna budi kusimamia misingi ifuatayo. Na kwanza ni uthabiti na uendelevu wa miundombinu ya kisasa. Hatuna budi kuwa na mifumo hai ya kisasa. Hii ni pamoja na mifumo ya zimamoto, na nimeonyeshwa zimamoto wako hapo, wana ofisi, lakini hata ndani ya soko nimeona yale machupa mekundu ya kuzimia moto sanalofuata hapo ni kwa ofisi za zimamoto kufundisha wafanyabiashara waliomo ndani jinsi ya kutumia mitungi ile, sababu unaweza kutokea moto, wakatoka mbio, mitungi iko pale na hawajui jinsi ya kuitumia mafunzo kwa wafanyabiashara jinsi ya kutumia mitungile. Aidha, hatuna budi kuwa na mpangilio mzuri wa maegesho na njia za kusafirisha, kupakia na kupakua mizigo. Hili nalo ni muhimu. Kutakuwa na magari yanayokuja kushusha mizigo kutoka mikoani, kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia kutoka viwandani, sababu bidhaa za viwanda zitauzwa pia hapa. Yapangiwe muda maalum wa kuja kushusha mizigo. Tumesema barabara zinatakiwa ziwe wazi, lakini vile vile kuna maguta ambayo yatakuwa yanasafirisha bidhaa zinazonunuliwa na wateja kupeleka kwenye magari yatakayowekwa maeneo maalum ambayo magari yatakuwa yamepaki. Kwa hiyo maguta nayo yapangiwe utaratibu maalum wa kuweza kuingia na kutoka sokoni, kwa watoto wangu wa bodaboda ambao aidha wataleta wateja au wataleta wafanya biashara huku ndani, na wenyewe mpangilio wao ujulikane. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kukosa fursa zinazotokana na soko hili, wote wapate fursa na kuwe na mpangilio maalumu wa kutoa huduma hizo. Swala la pili ni usalama wa biashara, lakini pia usalama wa wafanya biashara ili soko hili liaminike kitaifa na kimataifa, kuwa kitovu cha biashara kama masoko mengine makubwa katika nchi nyingine. Ni lazima tuhakikishe panakuwa salama. Wafanya biashara na wateja wanahitaji usalama usiku na mchana. Naona anaonyeshwa Kamanda Muliro kwenye skrini, na hili linamuhusu yeye na watu wake kwa usalama wa eneo hili ni muhimu, Kamanda Muliro. Lakini mbali na usalama wa watu kuna usalama wa bidhaa, tuhakikishe bidhaa zinabaki salama kwa kuto kuibiwa. La muhimu zaidi usalama wa viwango vya bidhaa zinazoletwa. Nimeoneshwa maeneo ambayo kutauzwa vifaa vya electronics, simu na mambo mengine, na bidhaa mbalimbali, mapafyumu, vitu vya urembo viwango vya bidhaa zitakazouzwa kwenye soko hili hili. Soko hatutalitumia Watanzania peke yetu, nchi za jirani nyingi watakuja kununua vitu hapa soko hili, kama ilivyokuwa kabla, wapeleke nchini kwao. Kwa hiyo viwango vya bidhaa zinazowekwa, watu wa TBS nadhani mko hapa, watu wale wa TMDA kwa maeneo ya pharmacies, nadhani mko hapa, tuhakikishe bidhaa zinazowekwa hapa zina viwango ili soko letu hili liaminike kitaifa na kimataifa. Jambo la tatu ni uwepo wa huduma za kimataifa. Hili ni soko la kikanda. Mgeni akija hapa, apate huduma muhimu kama vile huduma za kifedha, kulipia kodi irahisishwe, alipie maeneo haya haya, na usafirishaji. Na tunaposema usafirishaji wandani wa magari yetu ya ndani na maguta yetu, lakini usafirishaji wa bidhaa kwenda nje, kutakuja watu au kwenda mikoani, ambao watakuja kununua kwa kiwango kikubwa, wakute huduma za kusafirisha bidhaa ziko hapa ndani, ili mtu asilazimike, ameshanunua mzigo kwa kiwango kikubwa, aupakie, aupeleke eneo jengine ambayo anakwenda kukuta sasa watoa wa huduma za usafirishaji kama ikiwezekana, mawakala wa kutoa huduma za usafirishaji nje ya nchi wawepo ndani ya soko hili ili mtu amalize mambo yake yote ndani ya soko hili.